Anazungumzwa mengi lakini ni propaganda za kutaka kututoa mchezoni na za kutaka kuwavuruga wachezaji wetu. Umemtaja Eli Mpanzu, ni experienced player, ni matured player, hawezi ku kubabaishwa na, na propaganda za watoto ama za kitoto ama propaganda ambazo hazina vichwa wala miguu hazimwathiri chochote. Ndio maana unamwona eh, kiwango chake kinaweza kuwa kinakuwa bora siku hadi siku, kwa mfano mechi ya Azam kama Mungu angekuwa ametuandikia kushinda mchezo ule, basi Eli Mpanzu ndo angekuwa mfungaji katika mchezo ule. Lakini haikuandikwa hivyo, majaribio yake yote yalikwenda kugonga mwamba na Simba tukaondoka pasina kupata goli. Kwa hiyo presha hizi haziwafikii wachezaji kwa sababu hata wao wanaamini bado mbele yetu kuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Una presha kubwa sana kwa mashabiki, kama viongozi mnafanyaje kuhakikisha hiyo presha iwaguse? Kwanza mashabiki wa Simba hawapaswi kuwa na presha, mimi sioni sababu yoyote ya msingi ya kufanya mashabiki kuwa na presha kwa sababu hatujapotea njia hata kidogo e. Tukifanya tathmini kwenye ligi kuu ya NBC, tumecheza michezo mitano, tumepoteza mchezo mmoja, tumeshinda michezo minne kwa lugha nyepesi ni kwamba e, kama ungekuwa ni mtihani basi tuna asilimia tisini chini ya, ya, ya mia moja. Maana yake ni asilimia kumi pekee ndiyo ambayo imepokea. Sasa kupoteza kwa asilimia kumi kati ya tisini ambazo umezipata sio jambo la kukufanya uwe na pressure baada yake, ni jambo la kukufanya kukaa na kuangalia wapi, wapi, wapi, wapi uboreshe, na ukiangalia e, hakuna sababu ya kuwa na pressure kwa sababu hakuna timu yoyote ambayo imefanikiwa kushinda mechi tano mtawalia katika ligi kuu msimu huu. Kila timu ameshinda mechi nne na sare moja, ameshinda mechi tatu amefunga moja sare moja. Yaani kila timu amekuwa na na, na, na mwenendo huu. Hata aliyetufunga sio kama ni timu bora sana, aliyetufunga amecheza mechi karibia sita, ameshinda mechi mbili pekee. Eh, ameshinda mechi mbili, ametoa sare karibia mechi tatu ama mechi mechi, mechi nne. Kwa hiyo unaweza kuona hata yeye mwenyewe hayuko vizuri hivyo. Hata mshindani wetu mkuu ambaye tunashindania nayo bingwa ameshinda mechi nne pekee ametoka sare mechi moja. Kwa hiyo si matokeo ya kutufanya wanasimba tukafadhaika sana, si matokeo ya kutufanya wanasimba tukapata presha hata kidogo. Ni matokeo ambayo yanatuongezea umakini katika mechi zinazokuja, na ukiangalia Mchopa, tumecheza mechi tano bado mechi ishirini na tano yani bado nusu na robo ya mechi ambazo ziko mbele yetu. Kwa hiyo ukianza kuingia pressure hivi sasa ukiwa umebakisha michezo 25 mbele yake mbele yake, maana yake unajiruhusu wewe mwenyewe kumaliza msimu mapema. Kwa hiyo mimi e, niwaambie tu wana Simba, Simba kwa kwamba hawana sababu ya kuwa na pressure ya aina yote ile, bado tupo kwenye mstari wetu.